Mpasuko wa kisiasa unazidi kushamiri ndani ya chama cha ODM huku baadhi ya viongozi wanaoshikilia nafasi kuu kwenye kamati kuu ya ODM NEC wakitemwa nje. Mbunge wa Saboti Caleb Amis, mwanasheria Kipkorir Kipkorir Menjo na seneta wa kaunti ya Taveta Johnes Mwaruma wakiwa viongozi wa hivi punde kurambishwa mchanga. Katika mkutano wa viongozi wa kamati kuu ya ODM NEC uliongozwa na kinara wa chama cha ODM Dr. Oburu Oginga katika kaunti ya Mombasa umeweka wazi msimamo wa chama cha ODM. I am fully aware that this process was initiated by this committee of uh, the National Executive Committee. And uh, I know that uh, the confidence you gave to me, you knew was not easy. Oburu amesema chama cha ODM na UDA bado wako katika mazungumzo na iwapo watafikiana, basi watabuni muungano wa kisiasa na iwapo kutakuwa na mwafaka wowote, ODM itajipanga kupigania urais mwaka 2027. We agreed that as a party we are not in a hurry to say one term, we are not in a hurry to say two term, we are strengthening our party to prepare ourselves as ODM Oburu amedai kuchukizwa na baadhi ya viongozi kwenye kamati hiyo ambao wamekuwa wakiendelea kukosoa ajenda na mipango ya chama hicho licha ya kwa wakati wapanga sheria ndani ya chama cha ODM. Aidha, amesisitiza kwamba hakuna chama kinachoweza kufanya maamuzi kwenye muungano wa Azimio isipokuwa ODM, akisema Azimio iliangamia tangu ODM ulipojiondoa rasmi.

You cannot dis dis disobey the rules of the club and you continue to pride yourself that I am the party leader of ODM and yet I contradict everything that ODM is saying officially. Nikiripoti yako kwa Coco FM mimi ni Mwahoka Mtume. Coco FM, Ladha ya Pwani.